Ni dola kubwa kabisa ambayo ilianzia Zanzibar ikaenea katika visiwa vya Mafia ikaja katika visiwa vya Komoro ikaenea Mombasa ikaingia mpaka Zimbabwe ikaenda mpaka Msumbiji. Hii ndio dola ya Zanzibar ya mwanzo kabisa. Maana dola za Zanzibar zilizosimama Zanzibar zimesimama katika awamu mbili tofauti kuna dola hii iliyosimama katika karne hii ya kumi na mbili ikadondoshwa katika karne ya kumi na sita. Dola ya mwanzo kabisa inafahamika kwa jina la dola ya Zanzibar au dola ya Kilwa. Dola hii ilikuwa kubwa na ilisimama katika kipindi hiki na ikafanya mambo mazuri. Moja ya mambo mazuri ambayo iliyofanya, ikatengeza pesa yake ya kwanza kabisa katika karne ya kumi na mbili na kumi na tatu. Karne hii inayokusimulia habari zake ni karne ambayo Ulaya tunaita daki continenti Yaani bara la giza kabisa, bara ambalo halina maendeleo. Ni before industrial revolution kwa watu ambao wanajua kwamba Ulaya baada ya mapinduzi ya viwanda karne ya kumi na saba ndiyo imekuja kuendelea. Kabla ya hapo ilikuwa haijaendelea, lakini Zanzibar tangu karne ya kumi na mbili na kumi na tatu tayari imekwisha endelea, na Ulaya imetengeneza pesa ya kwanza, paundi ya Uingereza karne ya kumi na saba. Zanzibar imetengeneza pesa yake ya kwanza karne ya 12, imeandikwa majina 99 ya Mwenyezi Mungu: huwa huwallahu lmaliku quddusus salamu lmuminu muhaimin al azizi ljabbar. Hiyo ndio pesa ya Zanzibar, pesa ambayo imesifika kwa jina la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Pesa ambayo ukitaka kwenda msalani unalazimika utoe pesa zako mfukoni uweke nje ya mlango wa msa, msalani, ikisha uingie ndani, na hakuna mtu yoyote atakayekuja kuiba pesa ambayo imeandikwa Al-Jabbar, na hiyo ndio sababu mpaka leo Zanzibar ina asili ya kupoteza pesa. Watu wake wakipoteza pesa, basi pesa zile hutangazwa redioni, ingawa sasa hivi habari hizi zinaanza kupotea kwa sababu ya mambo yajayo nitakayokuja kuyaeleza. Dola ya Zanzibar, Dola hii kwa ufupi wa maneno Iliyoishia karne ya 16 ikavamiwa na Wareno mwaka 1498, alikuja Askofu Vasco da Gama na Bartolomea pamoja na Francisco di Almeida. Hawa ni jopo la Wakristo wa Roman Katoliki waliotumwa maalum, maneno ambayo katika Kestelut yanaeleza mpango maalum wa kuja Zanzibar. Maana yake walitumwa baada ya kugundua kwamba hapa pana nchi inaitwa Zanzibar na waligundua vipi? Kwa sababu mwaka elfu moja, mia tatu na thilathina moja, thilathina mbili, alikuja Muhammad Abdallah ibni Batuta. Muhammad Abdallah ibni Batuta akaandika habari za Zanzibar, Kilwa na mwambao wote, kwamba ni nchi iliyosheheni utajiri wa hali ya juu kwa sababu ibni Batuta alipokuja, wakati anaingia katika ikulu ya Zanzibar, aliwakuta watu kutoka mji wa Maka na Madina wanakuja katika Zanzibar, tena masharifu. Ukisoma Rihla Ibni Batuta anaeleza masharifu, anawataja kwa jina lake kwamba watu ambao wenye wa munasaba na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanaingia. Anasema, kisha nikaona msafara mwingine kutoka Yemen pia unaingia, kisha akaona msafara mwingine unatoka India unaingia. Akasema huu msafara uliotoka Yemen na India ulikuja hapa Zanzibar kwa ajili ya kuomba msaada wa kifedha. Maana yake kwamba Zanzibar wakati huu ilikuwa juu kiuchumi, ilikuwa juu kimaendeleo kiasi kwamba watu kutoka katika miji ya Maka na Madina pamoja na Yemen na India walikuwa wanakuja kuomba msaada katika mchi yetu hii Daulatu Zinjibari. Dola ya Zanzibar sio dola hii tunaizungumzia Zanzibar ya sasa, ambayo lazima tutegemee sehemu, lazima tuombe misaada hapa jirani, siyo dola hii. Isipokuwa dola hii ya Zanzibar naizungumzia sasa hivi, ni dola ambayo yenyewe ndio inatoa misaada katika nchi matajiri unazozijua duniani. Hiyo ndio dola ya Zanzibar. Kaangalie katika rehla Ibni Batuta imetafsiriwa katika lugha ya Kiingereza ikaitwa The Journey of Ibn Battuta. Pia unaweza kuitafuta hii ya Kiingereza kama hujui Kiarabu, au kama hujui Kiingereza unaweza ukaitafuta ya Kiarabu. Wazanzibari karibia takriban wote ni Waarabu, kwa hiyo nafikiri ya Kiarabu itawafaa. Na ipo habari hizi tunazotaja ziko humo. Waislamu baada ya kuja Ibn Battuta Alipoondoka akapeleka taarifa ya dola ya Zanzibar katika mji wa Spain ikiitwa Andalus, dola ya Kiislamu Spain, katika chuo kikuu cha Cordova. Wa, wa Arabu wenyewe walikuwa wanakiita Al-Jamiatul Qurduba. Wazungu wakaja kukiita University of Cordova. Katika chuo hiki kikuu cha Cordova ndio kikuu cha kwanza kabisa baada ya chuo kikuu cha Misri katika nchi za Afrika lakini Ulaya before ya Oxford University. Kabla Oxford University, chuo cha kwanza cha Kiislamu katika nchi za Ulaya ni chuo kikuu hiki cha University of Cordova kabla ya Oxford University kwa maana kwamba ukija katika nchi za Kiarabu ni Waislamu wako mbele kitaaluma, ukija katika nchi za Kiafrika Waislamu wako mbele kitaaluma, na ukienda Ulaya Waislamu walikuwa mbele kitaaluma. Ndio maana tunasema Waislamu siku zote wamekuwa wa kwanza kuamka kwa duniani. Maana hata hivi leo siku hii ya leo ni Waislamu ndio wamekuwa wa kwanza kuamka kwa hapa duniani, hakuna alotangulia Muislamu saa kumi kapiga adhana, Wakristo wamelala. Maanake ni wa kwanza kuamka kwa duniani kwa kila kitu, kimaendeleo na kila kitu. Baada ya kupeleka habari hizi, pale ndipo palipotokea kitu kinachoitwa crusade war vita vya msalaba. Wakristo wa Spain pamoja na wa Portuguese wa, maanake Wareno walivamia Andalus, wakawapiga Waislamu, wakachinjwa kama kuku, wakauawa na kusambaratishwa, dola yao ya Kiislamu ya Andalus Spain ikasambaratishwa. Wale ambao wanasoma katika historia wakaangalia the Baghdad assassination, mauaji ya mwanzo ya Baghdad, walipouawa Waislamu Spain Andalus, wakaja kuuawa Waislamu Baghdadi. Ndipo sasa makafiri walipoamua kuchukua vitabu kutoka chuo kikuu cha Ordova na chuo kikuu cha Bagdadi wakavichukua na kuvitumbukiza katika mto wa Tigris. Baada ya kutumbukiza katika mto wa Tigris, Tigris ukabadilika rangi ukawa rangi nyeusi nauu Tigris unamwaga maji yake katika bahari ya Sham damu za Waislamu pamoja na wino wa vitabu vya Waislamu ambavyo vimetumkizwa ndani ya mto Tigris na bahari ya Sham ukabadilisha bahari Sham wa bahari nyekundu kiasi, wazungu wakaita Red Sea, yani bahari nyekundu. Hii ni bahari ya Sham, na hili ni tukio la kupigwa kwa Waislamu inna lillah baada ya kupigwa na wa, wale wa Kristo kuchukua vile vitabu, ndipo sasa waliposoma wakajua kuna nchi inaitwa Zanzibar na nchi hii imeendelea na ina maendeleo makubwa. Ndipo sasa kwa ramani ile aliyoandika Ibni Batuta wakaifuatilia mabwana hawa, wakaja mpaka katika nchi zetu za Afrika Mashariki, mwisho wakaingia Zanzibar. Walikuja kwa mesheni moja ambayo imeandikwa katika Kestelut. Misheni hiyo inasema kwamba nenda kaifanye utawala wao kuwa chini ya utawala wetu. Na tena kawafanywa watumwa wa falme zao, wake zao na watoto zao, na mali zao zichukuliwe zote. Yaani Wazanzibari wakawa watumwa wa Wareno na Wahispania pamoja na mali zao na tawala zao. Mwaka elfu moja mia tano na kumi mpaka kumi na mbili ikapigwa dola ya Zanzibar na kipigo sio cha kawaida. Baada ya ya kupigwa kwa dola ya Zanzibar, kwa sababu ilishtukizwa tu, haikuweza kujitetea, walijisaidia saidia huku na kule, wakaomba msaada wa kijeshi toka kwa waislamu uturuki Ottoman Empire wakati ule chini ya Murad wa pili anatawala uturuki chini ya dola hii ya Kiislamu akamleta komando Ali Bey mwaka 1585 Komando Ali Bey akaja akawapiga wareno katika nchi hii wareno wakaondoka naye Ali Bey akarejesha majeshi yake 1586 wakaja tena Alibei akaja na jeshi dogo. Kumbe Roman Empire as an empire ikawa imefanya organization ya nguvu, kwa hiyo wakalishinda jeshi hili dogo la Waislamu, wakatawala kwa nguvu katika nchi hii. Baada ya kutawala kwa nguvu mwaka 1696 ndipo Waislamu walipomwomba msaada Imam Saif ibni Murshid Al Yarub, ili aweze kuja kuwapiga. Sasa angalia jeshi alilokuwa nalo Imam Saif ibni Murshid kutoka Oman yeye akaamua kutangaza jihad. Habari hii zinapatikana katika kitabu Development of East African Society up to 19th Century cha Jin Mashengele, anasema he knew that, alijua kwamba the majority of east african coastal, watu wengi wa pwani ya Afrika Mashariki are muslim, kwamba wao ni Waislam. So he decided to declare a jihad, kwa hivyo aliamua kutangaza jihadi dhidi ya Wakristo hawa. Ndipo walipotangaza vita miaka miwili, kuanzia mwaka 1696 mpaka 1698. Dola hii ya Zanzibar ikakombolewa, na makao makuu ya kwanza ni Fort Jesus, ngome ya Yesu. Kwa nini Waislamu waliomba msaada wakombolewe? Kwa sababu Wakristo walikuwa wamefanya kazi mbili hapa kubwa ambazo zimewaudhi Waislamu. Kazi ya kwanza, waliritadishwa Waislamu na kupelekwa Mauritius, Madagascar Brazil kama watumwa. Na kituo cha utumwa cha mwanzo ambacho kilifanywa na wazungu hawa ni Fort Jesus ngome ya Yesu Mombasa. Kituo cha pili ni hapa katika mji wetu wa Zanzibar, ambao eneo hili la Mkunazini ndipo kituo kilichokuwepo hapo cha Wareno, na pale ngome Kongwe ndio ngome ambayo wameijenga, lakini baadaye walipokuja kujenga St. Joseph ambaye leo inaitwa skuli ya Mtakuja pale, kilikuwa ni kituo kingine cha biashara ya utumwa. Tumwa. Hivi ni vituo ambavyo wamevifanya Wakristo kuwachukua Waislamu katika nchi hii kuwapeleka utumwani Mauritius, Brazil, Reunion kama watumwa. Hili ni tatizo la kwanza ambalo Waislamu walichukizwa na tatizo la pili ni kuritadishwa kwa nguvu, Waislamu kuondolewa katika Uislamu na kuingizwa katika ukafiri kwa nguvu. Muislamu alokataa aliuawa na alikatwa mikono. Kwa nini? Kwa sababu hataki kuingia katika ukafiri. Kwa hivyo haya matatizo mawili ndio ya waliowafanya kwamba waislamu waombe msaada wa kijeshi ili kuweza kukombolewa. Ndipo katika karne ya 18 19 ikasimama dola nyingine ya Zanzibar, Zenji Empire. Wale ambao wanasoma katika historia warejee Zenji Empire, daula tu Zinjibari. When we talk about the empire we are talking about more than one country in one. Tunapozungumzia empire, yani dola kubwa tunazungumzia zaidi ya dola moja ama nchi moja katika moja. Maana yake nchi zote zinaungana, zinakuwa katika nchi moja. Dola ya Zanzibar ilosimamishwa katika awamu hii ya pili ni dola ambayo kubwa kabisa, yenye taathira kubwa, baada ya waislamu kuamua kuwaondosha wale kwa sababu ya tatizo la watumwa Saidi Saidi ndio alioamua kuweka mkataba wa kwanza wa kukataza biashara ya utumwa tangu iko Oman kabla hajahamisha makao yake makuu kuyaleta hapa Zanzibar mwaka 1822 akafanya mkataba wa kwanza Hamilton Treat na mkataba wa pili alifanya mwaka 1845 yani miaka mitano tu baada ya kuhamia hapa Morris Bay Treat na mwaka 1846 akataka kunyanyua jeshi ili kupambana na na Wafaransa kwa sababu ya Wafaransa walikuwa wanaiba watu kutoka bara wanawapitisha katika bandari ya Zanzibar kuwapeleka katika makoloni yao. Saidi Saidi katangaza vita, anataka kupigana vita na Ufaransa kwa ajili ya kuzuia biashara ya utumwa, lakini baadaye nani kaleta notion ya kwamba Saidi Saidi na Waarabu wamefanya biashara ya utumwa. Utakuja kuona baadaye, fatana na mimi katika historia hii. Waislamu chini ya Saidi Saidi ndio ikatangazwa dola kubwa kabisa. Ni Saidi Saidi alofanya juhudi kubwa kabisa za kuhakikisha Uislamu unaenea katika nchi hii. Chini ya Saidi Saidi Uislamu dola ya Zanzibar ikavuka mipaka kutoka katika mipaka ya mji wa Komoro mipaka ya Zimbabwe, mipaka ya Msumbiji, Mombasa. Dola ya Zanzibar sasa ikachukua Omani, ukawa ni mkoa wa Zanzibar. Maana yake amri zinatoka Zanzibar zinakwenda Omani. Zanzibar ndio makao makuu ya dola ya Zanzibar. Pia vilevile vile mpaka mwingine uliongezeka hiyo, Tanganyika ni eneo dogo kabisa la dola ya Zanzibar mpaka ukaendelea ukafika mpaka nchi ya Nyasa, ambayo inaitwa Malawi, ikawa ni eneo dogo kabisa la dola ya Zanzibar. Kiasi ukaja msemo likipigwa zumari Zanzibar hudemkwa na walioko Nyasa, kwa maana kwamba ikitoka amri Zanzibar inatekelezwa Nyasa, Malawi inatekelezwa. Na sio hivyo tu, dola ya Zanzibar mpaka wake ikaenda moja kwa moja mpaka katika nchi ya Rwanda Burundi, Kongo na Uganda. Hizi zote zilikuwa ni mikoa midogo sana ya dola ya Zanzibar. Sasa baadaye utafatana na mimi kuona kwa nini dola ya Zanzibar. Zanzibar ya leo tunaozungumzia ni visiwa viwili vya Unguja na Pemba, lakini juzi wenzetu wakakitaka na kisiwa cha Pemba wakichukue hali ya kuwa kisiwa cha Mombasa wamewapa Wajaruo. Ina maana ibaki Unguja kesho na kesho kutwa watumeze. Fatana na mimi katika historia vipi miji hii ya Zanzibar imekuwa chini ya dola ya Zanzibar. Imam Saidi Saidi alipoamua kusambaza Uislamu Zanzibar vizuri. Stone Town ukitazama nzima ni kimji kidogo sana kitongoji kidogo sana lakini kina misikiti hamsini na mbili. Misikiti ile hamsini na mbili najua nani kajenga msikiti gani wa kwanza mpaka wa hamsini na mbili. Ni juhudi za Saidi Saidi kuwachukua mashehe kutoka Komoro, kuwachukua mashehe kutoka Mombasa, kuwachukua mashehe kutoka Mogadishu, kuwachukua mashehe kutoka Maka na Madina, kuwachukua mashekhe kutoka Uturuki na kuwaleta Zanzibar. Hao ndio waliojenga misikiti 52 ya Stone Town Zanzibar. Imam Saidi Saidi akamchagua shekhe wa kwanza kabisa, shekhe Muhiddin ibn shekhe Abdullah Abdallah al-Qahtani kuwa shekhe mkuu na kadhi wa dola ya Zanzibar wa kwanza. Shekhe Muhiddin yeye alitolewa Mogadishu, Somalia, lakini ni kizazi ambacho kinatokana na answari wa Madina, ndio aliyoletwa hapa Zanzibar na kwa kupitia shekhe Muhiddin, Zanzibar ikawa kitovu cha elimu na ndio kikatoa elimu kubwa kabisa ambazo za Afrika Mashariki na ilifika mahala kwamba Zanzibar iliweza kusomesha Maka na Madina na ikaitwa Zanzibar ni Maka ndogo. Chini ya shekhe Muhiddin ibn shekhe ibn shekhe ibn Abdullah al-Qahtani Maka ndogo. Kwa nini iliitwa maka ndogo? Ni yeye Shekh muhaddin ibn shekh ibn abdallah alqahtani ndio aliojenga msikiti wa malindi wa ijumaa Malindi. Kasome matangazo ya shekh ya msikiti wa Ijumaa, utapata habari zake pale. Na huyu shekh muhaddin ibn shekh ibn abdallah alqahtani ndio alioandika kitabu asluha fi akhbari Kilwa, kwamba kitabu hiki kikatafsiriwa katika lugha ya Kiingereza kikaitwa The Arabic kikilwa Chronicle. Yeye umundani anaeleza mambo mengi ambayo kwayo hivi sasa natononoka Waislam kwa kupitia kwa Shekhe Muhammadin. Sasa Saidi Saidi akampeleka Shekhe Ahmed Ibrahim kwa Kabaka Suna wa pili mwaka 1852 Kabaka Suna wa pili akasilimishwa na Mzanzibari Ahmed Ibrahim.

aliyotangaza Zanzibar, aliyotangaza Uganda ni Islamic State as a part of Zanzibar Empire, ni dola ya Kiislamu, ni sehemu ndogo ya dola ya Zanzibar. Lakini si hivyo tu, Sheikh Salim Abdallah alipelekwa katika jimbo la Nkota Nkota, Malawi na utaona Malawi mpaka leo ina chimbuko la Uislamu kwa sababu ya Sheh Salim Abdallah aliopelekwa na Saidi Saidi, na yeye ndio aliutangaza Uislamu katika nchi ya Malawi. Lakini sio hivyo tu, baadaye alipelekwa mtoto wa mzee Juma Murjib, huyu amezaliwa Stone Town, baadaye kabisa amezaliwa Stone Town, Muhammad ibni Ahmed ibni Murjib, wanamfahamu wana historia kwa jina la Tiptipu, amezaliwa Stone Town, Bagani pale mwaka 1830 na, na amekufa mwaka 1905. Yeye aliteuliwa kuwa gavana wa kwanza wa dola ya Zanzibar katika nchi ya Kongo katika jimbo la Kasongo. Na kwa kupitia yeye Muhamed bin Murjib Tiptipu ndiyo aliosaidiana na Shekhe Muhamed Halfani Al Barwani wa Shangani pale pale Baghani tena Mzanzibari kwenda kuikomboa nchi ya Rwanda na Burundi na kuutangaza Uislamu. Hivi sasa navyozungumza leo hii, ukienda Rwanda na Burundi, unapokelewa, maana yake ukitoka huku ukiwa ni Muislamu. tena nzuri zaidi, ukiwa ni Mzanzibari, una heshima kubwa sana kwa kina Kagame kuliko kitu kingine kwa sababu ya historia hii, lakini wewe maskini ya Mungu hujui kwa nini unaheshimika namna hii lakini leo katika jimbo la Kasongo pia ndio jimbo linaloitwa la Waswahili, ni jimbo la Wazanzibari. Leo hii ukienda Uganda unakuta katika sehemu ambayo ya ikulu ya Uganda ya Kabaka, ni ikulu ambayo ilikuwa na msikiti. Ule msikiti ulijengwa na Wazanzibari. Leo hii ukienda katika jimbo la Karenga Iringa alipelekwa tena Muhamedi Halfani Albarwani akashirikiane na Chifu Abdallah Mkwawa bin Muigumba, ambaye leo tunaitwa chifu huyu ni chifu wa wahee tu, huyu alikuwa ni chifu wa he, lakini chini ya dola ya Zanzibar. Ngome yake kubwa imejengwa na Wazanzibari, na hata architecture structure ya kujengwa kwa ngome ile imejengwa ni architecture ya Kizanzibari. Pia vile vile ukienda Tabora katika jimbo ambalo alipelekwa Thnei bin Amiri Al-Harithi. Ukiona tembe ya Tabora, Thnei bin Amiri Al-Harithi ni Mzanzibari wa Shangani ambaye amepelekwa pale Tabora katika jimbo hili, yeye akaujenga mji ule na pia vile vile akaifanya dola like ya Kiislam, na pale ndipo palipokuwa kuna kituo maalum kwa ajili ya kutangazia Uislamu katika mwambao, katika sehemu ya Afrika Mashariki na Kati. Hii ni kazi ambayo imefanyika kubwa sana. Hizi ni nchi zote zilikuwa chini ya dola ya Zanzibar. Waislamu wa Zanzibar ndio waliojenga mji wa Dar es Salaam. Mji wa Dar es Salaam wakati huu tunazungumza, kabla hujajengwa, unaitwa Mzizima. Mzizima ni mwitu. Pori chaka lenye kutisha alilisafisha Mzanzibari. Baada ya kulisafisha, akasema paitwi Mzizima. Mzizima kwa nini? Nini maana ya Mzizima? Maana yake ni kusisimka. Kwa nini watu wanasisimka? Kwa sababu ya kuogopa nini? Eneo lile lina maharamia, eneo lile lina simba. Baada ya kupasafisha Mzanzibari yule akapaita, hapa si Mzizima tena, hii itaitwa Darusalam, maana yake ni nyumba ya amani, maneno ambayo yamekuja ndani ya, ya Qurani kwamba salamu imekuja katika Qur'ani na sisi Waislamu kila tumaliza hapo kusali, tunaambiwa tuseme Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika salam wa narju ilaika bisalam, wa wadkhulna e eh, bidari salam na utuingize na utuingize Dar es Salaam katika jumba la amani. Ile ni nyumba iliteuliwa kuwa ni nyumba ya amani, maana yake pale hapana kafiri yoyote aloingia isipokuwa ni Mwislamu. Yule alojenga ikulu yake ile ya Magogoni, ikulu ambaye anakaa rais Jakaya Mrisho Kikwete hivi leo, alijenga Mwislamu, kwa maana ya kutanua dola like ya Kiislamu ya Zanzibar. Hiyo ndio dola like ya Kiislamu bwana, ya Zanzibar ni Wazanzibari waliojenga mji wa Dar es Salaam, ni Wazanzibari ndio waliojenga Bagamoyo, hata umeme wa kwanza umeanza umetengenezwa